Kama unavyoona kwamba mpira wa wetu umeisha umecheza na wa wa Afrika ya Kusini habushi. Mpira ulikuwa mzuri, mpira sio mbaya, mpira ulikuwa mzuri, kama vile wachezaji wamejitahidi kadiri ya uwezo, lakini bahati ilikuwa sio kwetu. Na haya mashindano sio mashindano watu wanapochukulia kama labda ni ligi, haya mashindano ni mashindano makubwa kwamba hakuna timu ndogo. Simba wamejitahidi kadiri ya uwezo, na kocha amepanga kikosi chake kile kile ambaye hakubadilisha Kwenye mechi ambayo tumefika hapa kwenye nusu finali. Kwa hiyo makosa ya mchezaji mmoja mmoja ndio unakuta kwamba kidogo timu imetugharimu ime, ime, ime, ime, ime, lakini bado timu mimi na uhakika kama ni mpenzi wa Simba mimi naamini kwamba tunakwenda Afrika ya Kusini. Nafikiri mechi itakuwa tarehe ishirini na saba Jumapili kama hii. Nafikiri tutashinda, mechi tutashinda na tuna, tutaingia fainali kwa uwezo wa Mungu. Mimi naamini kabisa kwamba tutashinda, na tunaweza tukasuruhu sangine labda moja moja, lakini bado sisi tuna faida kwa sababu yeye akiwa kama anacheza maanake atakuwa na mawili, kwanza defense, pili ashambulie. Lakini sisi hakuna cha ja kupoteza kwa sababu tayari mechi yetu dakika tisini sisi tushaicheza, manake dakika tisini za kwao ndio natakiwa awe makini. Kwa hiyo inawezekana kwamba dakika tisini zetu na za kwao ikawa mia themanini, si tukawa na ubora zaidi wa kuweza kushinda hii mechi. Kwa hiyo si tukipata goli moja, maanake tayari tushawapa mzigo mkubwa, manake labda washinde goli tatu bila. Lakini hapo goli tatu bila, maanake inakuwa aggregate tatu tatu, manake sitashabika. Kwa hiyo mimi nauhakika Simba Sports tutaingia fainali na tunawe, tutabeba kombe bila shaka yoyote.